Kwa majina anaitwa Nuhu Piter Changawa, ni manager wa warehouse. Yes, uh, siku ya leo uh, uzinduzi wa mwenge, I mean uzinduzi wa mradi umezinduliwa na mwenge wa uhuru. Kitu kikubwa ambacho niseme kwanza, tunashukuru kwa serikali ya Mama Samia Hassan Suluhu kwa kuweza kutupa nafasi hii mwenge wa uhuru kuja kuzindua mradi wetu wa kiwanda cha vioo Mkuranga. Hii ni fursa, serikali ya awamu ya sita imeweza kutupa fursa kubwa kwa kuweza kuwapa nafasi wawekezaji kuweza kuongezeka kwa, kwa zaidi, na pia inatoa mchango kwa upande wa Mkuranga kama Mkuranga ukuaji wake na mapato ya serikali kuongezeka kwa tunategemea kwamba watu wengi ambao wanapatikana wana, wana kwa eneo la Pwani hii upande wa Mkuranga waweze kupata ajira maradufu, na hilo limekuwa likifanyika, na upande wa rasilimali watu wameweza kulizingatia hilo kwa kiwango kikubwa sana. Kwa, kwa, kwa kiwango kikubwa tutegemee kwamba tutapata maboresho makubwa sana kwa upande wa biashara ya sisi kama sisi wa wa wa fanyabiashara wa vioo, alafu pia kwa mwonekano wa majengo ya ndani ya Tanzania tumelenga zaidi, kwa sababu sasa hivi tuna uh, mkulanga na mkiu kwa kiwango, kwa kiwango kikubwa eneo hilo la soko la vioo tunaweza kulikapa kwa eneo kubwa sana kwa upande huu, kwa ukanda huu, huu wa East Africa, Tanzania ndio mlishaji mkuu wa haya maeneo mengine, na pia tunauza kwa, kwa kioo chetu tunauza nje pia ya hapa kwa maana ma, ya ma, Malaysia, South Africa na maeneo mengine hadi Saudi Arabia. Mpaka sasa tuna ajira ya watu zaidi ya mia tano na sita, na wakati huo huo kiwanda kama kiwanda kinategemea kuongeza idadi Uh, kufika zaidi elfu moja na kuendelea. Uh, hapo tukizungumzia kwamba wenye ajira amin, kwa maana ya kwamba wenye ujuzi na wale wasio na ujuzi wote. Pia katika jamii tumesaidia katika maeneo mengi sana. Kwanza ukitizama upande wa shule za msingi tunashirikiana, na pia na kituo cha polisi uh, pamoja pia tunashirikiana na shule amin na hospitali iliyoko karibu hapa bayo ni msufini msu, pia tumekuwa tukiipa msaada wa mara kwa mara. Ni vitu ambavyo tulikuwa. This is Tony Wu.

So uh, a... ioamasema yeah. Masoko kuma... yetu kutokana na uzalishaji wetu tunategemea kuuza ndani ya soko asilimia wetu na ndani ya Afrika Mashariki na pia asilimia zilizobakia tunauza pia kusini mwa Afrika yani pia Asia na Amerika na kwa ya kusini na tunategemea kuwasiki zijazo mpaka nchi ya

Amesema kuhusu changamoto, amesema tunashirikiana vizuri na taasisi za serikali kwa kipindi, na kutokea changamoto basi tutatulia. Kwa mfano kwanza, kuhusu kwa sababu katika sheria za uwekezaji kufikisha uwekezaji wa dola milioni mia tatu Tanzania basi utalazimika kupata kupata